bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji kwa mawasiliano zaidi na Themart Supermarket pige simu namba 0775946447. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Mwigulu wa hatuna mzaha, miradi maadili. Asema magari kwa watendaji si siya kuendea semina ahimiza amani, atoa agizo tiba za dharura. Uzinduzi bima ya afya kwa wote wanukia. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Nchimbi ataka weledi usimamizi mazingira muungano, habari katika kurasa za ndani serikali mabalozi subirini suberini matokeo ya tume habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili mashirika yazidi kusukwa ufanisi habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na nane bajeti ya elimu zanzibar kufikia tirioni moja habari katika ukurasa wa kumi na nane chalamila ahimiza amadi habari katika ukurasa wa kumi na nane tanesco zindua mita janja yapewa agizo habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili lakini pia gazeti habari leo limeandika Tamisemi yapokea pikipiki mia tatu za maofisa ugani, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye wa habari iliyopewa kipaumbele ni tumejipanga, jeshi la polisi laeleza lilivyoimarisha ulinzi kuelekea Disemba tisa likisema maandamano yamekosa sifa za kisheria. Chalamila afafanua yanayowakera wananchi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu. Dkt Mwigulu, amkeni kuna mchezo hatihati za mabasi kusitisha huduma kwa abiria. Habari katika kurasa za ndani 29. tarehe ambayo kulitokea maandamano wakati wa uchaguzi ikiambatana na vurugu zilizosababisha vifo na uharibifu wa mali. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili, pamoja na ukurasa wa tatu. Athari za ukimwi katika muziki wa Tanzania, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 17 gazeti hili limeandika TANESCO na mita janja. Habari katika ukurasa wa nne. SMZ kuongeza bajeti ya elimu hadi trilioni moja. Habari katika ukurasa wa 18. Zigo kwa madiwani kuunganisha taifa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Gazeti Nipashe y mwanga wa jamii lenye wa habari iliyopewa kipaumbele ni maandamano ya Desemba 9 yapigwa marufuku. Polisi watoa msimamo mkali wakiweka wazi namba maalumu ya mawasiliano. Chalamila awahakikishia usalama. THRDC wataka wastaafu kuliponya taifa. Dkt Mwigulu atembelea waathirika wa, wa vurugu za Oktoba 29. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Jaji mkuu mawakili, msiwe wanaharakati, msivuruge amani. Habari katika ukurasa wa nne. Mtawa aliyotoweka patikana zambi ya habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Nipashe limeandika mvutano wa kupata mwenyekiti halmashauri Chato wapata ufumbuzi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tano wa gazeti hili. Wananchi wabadilishiwa mita za umeme nchi nzima, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tano wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe ya mwanga jamii Jumamosi ya leo. Kila siku. Fort Johana Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori. Watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikua kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Foti Johana Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ubunifu ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kuwa kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose Nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka mmoja hadi miaka mitano. Fort Johanna Daycare and Nursery School mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615. Lalo gazeti Uhuru ukweli Daima. Gazeti hili limeandika Dr. Mwigulu ashusha rungu kwa uzembe Asema hakutakuwa na mzaha katika masuala ya maadili na nidhamu kazini. Asisitiza watumishi watatua kero za Watanzania, atakayefanya danadana na kushughulikiwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Marufuku kuandamana, polisi. Habari katika ukurasa wa ishirini. Daktari adaiwa kutishia sindano ya sumu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Nchimbi awataka watumishi kuzingatia weledi kazini. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hilihr bajeti ya elimu Zanzibar Rais Mwinyi asema kufikia trilioni moja. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Usafiri SGR Christmas, mambo msereleko, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli ukweli daima. Gazeti Mwanahabari ni nalo mikonani mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele, serikali imeidhinisha ajira mpya elfu kumi na mbili waziri mkuu asema ni utekelezaji wa ahadi ya raisi Dr. Samia, zikijumuisha elfu tano kada ya afya elfu saba sekta ya elimu. Usahili utaanza Disemba kumi mwaka elfu mbili na ishirini na tano katika kila mkoa. abainisha kuwa Dokta Samia ni rais wa vitendo na amethibitisha hayo katika kipindi alichoiongoza nchi kwa kuboresha miundo mbinu kwenye sekta mbalimbali. Undani wa taarifa hini katika ukurasa wa pili. Polisi wapiga stop maandamano ya Disemba tisa elfu mbili na ishirini na tano wasema hayana uhalali, hakuna barua yoyote ya kutoa taarifa ya kufanyika kwake undani wa taarifa hii katika ukurasa wa tatu. Dr Nchimbi asisitiza uzito suala la uhifadhi na usimamizi wa mazingira habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu. DCEA yawa mshindi wa kwanza tuzo za umahiri za NBAA habari katika ukurasa wa pili. TANESCO yazindua mita janja za umeme. Waziri Ndejembi asisitiza kasi ya teknolojia kuongezwa habari katika ukurasa wa pili. Na hivi ndivyo ndi ambavyo limeandika gazeti mwana habari juma jumamosi ya leo. Na sasa tugeukie habari za michezo na burudani. Kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu, unalo gazeti Mwanaspoti lenyewe katika ukurasa wake mbele limeandika ishu ya kocha mpya Simba yatua Barcelona, mastaa wamtaka Matola. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Mzizimadabi ni kesho Jumaapili, Disemba saba, saa kumi na moja jioni, uwanja wa Benjamin Mkapa ni Simba Sports Club dhidi ya Azam. Hata hivyo marabaada ya pambano la juzi dhidi ya Mbea City na wekundu hao kushinda kwa mabao matatu kwa sifuri, baadhi ya mastaa wa Simba walionyesha kufurahishwa na kazi nzuri ya kocha Selemani Matola na kuutaka uongozi undani wa taarifa hiini. Katika ukurasa wa pili, Pedro wa Kayanga asema mastaa wamezingua azungumzie mkwanjwa wa jigidiara. Habari katika ukurasa za ndani za gazeti hili. Singida TRA United, mechi ya kisasi, mechi itakaopigwa hii leo saa kumi na robo, KMC Complex. Gazeti hili limeandika nyuma ya pazia na Edo Kumwembe, hakuna rangi hautoiona. Habari katika ukurasa wa kumi na tano. Toleo maalum la Afcon ni katika ukurasa wa saba hadi ukurasa wa kumi na moja. Ratiba ya EPL ni Aston Villa dhidi ya Arsenal saa tisa na dakika thelathini. Brentford dhidi ya Chelsea saa kumi na mbili kamili jioni. Manchester City dhidi ya Sunderland saa kumi na mbili kamili jioni. Leeds dhidi ya Liverpool saa mbili na dakika thelathini. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwana Mwanasporti. Mwanasporti pia likiandika TPL leo ni Prisons dhidi ya Pamba Jiji, mchezo unapigwa saa nane mchana soko ni Mbeya. Magazeti ya habari, habari za michezo na burudani mikononi mwangu nalo gazeti ya Habari Leo lenye limeandika Pedro awachana wachezaji Yanga, Matola ajipa kazi maalum, Simba meza kuogelea kwenda Angola Jumatano. Habari katika kurasa za ndani. Diamond kupiga show mfululizo wa habari katika kurasa 21 Bajabel, nyakati ngumu zimekwisha. Habari katika ukurasa wa ishirini na tatu. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Nipashe, mwanga wa jamii, ukurasa wake wa nyuma limeandika Bajabel, mfalme mpya Simba. Matola asema anaamini mchezaji huyo akiwa fiti kamili, wekundu wa Msimbazi watafurahi. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa ishirini na tatu. Pedro anika sababu kukosa mabao mengi trend aiweka njia panda Real Madrid ya habari katika ukurasa wa ishirini na moja na hivi ndivyo ambavyo limeandikwa gazeti Nipashe ya mwongo wa jamii. Na gazeti hili linakamilisha ulikuza vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante na kwa heri kwa sasa.